Kuna kasi mpya ya kibiashara inayolenga Afrika. Wiki hii pekee Afrika imeshiriki makongamano makubwa mawili. Uh, na makongamano hayo ni ya kimataifa. Hii ni pamoja na kikao cha G20 na kongamano la AU na EU lililoshirikisha viongozi wa Afrika na Ulaya. Mikutano yote ililenga uhusiano wa kibiashara. Sio mara ya kwanza Afrika inashiriki kongamano la kibiashara. Kuna kongamano la India na Afrika, Urusi na Afrika, Japan na Afrika, Uingereza. Vilevile vile na Afrika pamoja na kikao kikubwa zaidi huwa pale mjini Beijing, kongamano la China na Afrika ambalo huishia mikataba ya mikopo. Wadadisi wengi wanahoji endapo mikutano hii hurudhia maslahi ya raia wa Kiafrika, au ni utalii wa viongozi wakitafuta nafasi za kibiashara binafsi. Tupate tahariri ya leo, naye Kennedy Wandera. Kila mwaka mataifa makubwa huandaa makongamano ya Afrika yakiwa yamepakwa lugha ya ushirikiano, maendeleo na uwekezaji, kutoka AU EU, EU Luanda, wanachama wa AU katika G20 hadi mikutano ya Uchina, Urusi, Ufaransa, Uingereza, India, Japan na sasa Marekani. Hata hivyo, taswira ya jumla inaonyesha kuwa, huku viongozi wakizungumza kwa majukwaa makubwa makubwa, mwafrika wa kawaida bado hajaguswa na matokeo yanayoahidiwa. Maneno yanakuwa mengi matamu kuliko fursa na ushirikiano unaoelezwa mara nyingi hauakisi hali halisi inayowakumba raia wa bara hili. AU EU Summit na UK Africa Summit kwa muda mrefu zimebaki kuwa majukwaa ya maneno mazuri, lakini yasiyobadilisha ukweli kwamba Afrika hukumbana na vikwazo vikali vya viza na ubaguzi wa mfumo. Ulaya hutaka ushirika katika uhamiaji, nishati na usalama, lakini haitaki kuifanya Afrika kuwa mshirika anayeaminika katika safari, biashara au haki za binadamu. Hali hii inafanana na Ufaransa ambako Vya Afrika bado vinahangaika katika mifumo kandamizi inayokumbusha enzi za ukoloni. India Africa Summit na Japan Africa Summit zimekuwa zikitangaza ushirika wa maendeleo, lakini changamoto za ubaguzi dhidi ya Afrika India, pamoja na ukosefu wa programu za ajira na uhamishi wa teknolojia kutoka Japan zinaibua swali kuhusu dhana ya usawa katika mahusiano hayo. China, ingawa inaongozwa kwa mikopo na miradi mikubwa ya miundombinu, bado inakabiliwa na lawama za ubaguzi dhidi ya Afrika na mitego mikopo yenye masharti yanayoweza kuathiri uthabiti wa kiuchumi kwa nchi nyingi za Afrika. Rusia Africa Summit mara nyingi imejikita katika usalama na biashara ya silaha huku ripoti za Waafrika kusajiliwa kimya kimya kupigana kwenye vita vya urusi Ukraine zikitia doa dhana ya ushirikiano. Kwa upande mwingine, US Africa Summit huja na ahadi za uwekezaji, mageuzi ya kibiashara na uimarishaji wa demokrasia, lakini Marekani pia ina historia ya kuangazia zaidi masilahi yake ya kimkakati kuzuia ushawishi wa China, kupanua soko lake na kudhibiti masuala ya usalama, kuliko kuwekeza moja kwa moja katika maisha ya uwezo wa vijana wa Afrika. Katika mkusanyiko huu wa makongamano ambayo viongozi wengi wa Afrika huenda Kilicho wazi ni kwamba Afrika mara nyingi hutumika kama jukwaa la mashindano ya nguvu za dunia na si mshirika mwenye ushawishi wa kweli. Wakati fedha nyingi za Afrika zinaelekea kutafuta visa, kusafiri, ajira hazitengenezwi, teknolojia haisambazwi, na utu wa mwafrika haupo kipaumbele, inakuwa e, vigumu kuamini kuwa mageuzi yanayodaiwa katika majukwaa haya yana nia dhati. Kwa hali ilivyo, summits hizi zinabaki kuwa majina makubwa yasiyo na uzito, na swali linalobaki ni moja: kama matokeo hayatamgusa mwaafrika wa kawaida, basi hizi summits zinamtumikia nani? Viongozi au marais wa Afrika? Kwa mtazamo wa nje zinaonekana kama majukwaa ya maono ya usawa, urafiki na mstakabali wa pamoja, lakini kwa mtazamo mwa Afrika wa kawaida, viza vinaendelea kuwa mtego wa kusafiri, ubaguzi dhidi ya Waafrika bado unaongezeka duniani. Teknolojia haitoki kwenda Afrika kama inavyotangazwa, ajira na uhamishi wa ujuzi ni maneno mazuri yasiyo na mifano ya kutosha. Wakati mwingine vijana wetu wanatumika kama makaa ya moto migogoro ya kimataifa, ikiwa maslahi ya raia wa nchi husika ndiyo yanatangulizwa. Afrika inabaki kwa meza ya kuwekeza mikakati ya mataifa mengine, si mshirika wa kweli. Afrika inahitaji majukwaa, siyo maigizo. Summits hazina ubaya, lakini hazina faida ikiwa hazibadilishi maisha ya mwafrika wa kawaida. Afrika lazima iandaye na kuingia kwenye majukwaa haya kwa sauti moja, msimamo mmoja na masharti yake, wala si muombaji, bali kama mshirika mwenye thamani halisi. Kwa sasa swali linabaki kwa kali: je, hizi summits zinakuja kwa faida ya Afrika au ndio inalisha ajenda za wengine, hasa marais wa Afrika?